pendwa katika ibada ya siku ya Bwana ya kumi na sita baada ya Utatu na ibada maalum ya sikukuu ya uimbaji katika jimbo la Kilimanjaro Kati, tuianze ibada hii tukilitaja jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Enyi mchao Bwana mtumainini Bwana, yeye ni msaada wao na ngao yao. Amen. Tuketi.

Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja nasi sote tunapolisikiliza neno la Bwana. Tuombe. Mungu Mwenyezi Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu umetupa siku hii ya leo, siku ya kipekee katika jimbo letu ya kukuimbia nyimbo za sifa. Unalika uwepo wako katikati yetu e Bwana. Usikie sauti za watoto wako zikikusifu. Lakini Bwana, tunatanguliwa na neno lako, tunakuomba lipate nafasi kwa upya katika mioyo yetu ili tuweze kusifu katika roho na katika kweli na kwa kutumia akili ulizotupa. Tubariki sasa Bwana, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi na Bwana wetu. Amen. Nitasoma neno la Mungu kutoka Wakolosai sura ile ya tatu mstari wa kumi na sita. Wakolosai sura ya tatu mstari wa kumi na sita. Nitasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Amen, naomba mketi. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Napenda kumshukuru Mungu ambaye ametupa fursa nyingine katika jimbo letu ya kukusanyika pamoja katika sikukuu hii kubwa ya kumwimbia nyimbo, napenda kuwakaribisheni waimbaji wote kutoka sharika zote ambao mmekwisha kufika, karibuni sana usharika wa TPC. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe ambao ninataka kusema nanyi siku ya leo unasema jinsi uimbaji unavyoweza kuleta mageuzi ya kiroho na ya kinafsi katika kanisa. Jinsi uimbaji unavyoweza kuleta mageuzi ya kiroho na ya kinafsi katika kanisa. Wapendwa, leo tumekusanyika hapa kusherehekea sikukuu ya uimbaji, tukimtukuza Mungu kwa zawadi ya nyimbo na sauti nzuri alizotumbia, alizotupa ambazo aliwekeza ndani yetu kwa ajili ya kumtukuza yeye. Biblia inatufundisha kwamba uimbaji sio burudani tu, bali ni ibada yenye nguvu ya kubadilisha maisha ya watu. Zaburi ya 100 mstari wa kwanza na wa pili, anasema "Mpigieni kelele kwa furaha, e dunia yote, mtumikieni Bwana kwa furaha, njooni mbele zake kwa kuimba." Bwana asifiwe. Njooni mbele zake kwa kufanyaje? kwa kuimba dunia yote. Ndugu zangu, uimbaji unaleta mageuzi. Mageuzi ni kama mabadiliko, na mageuzi ya kwanza yanafanyika kwa mwimbaji mwenyewe. Uimbaji unaleta moyo wa mwimbaji karibu na Mungu, unamfanya mwimbaji kuishi maisha matakatifu kwa kuwa sauti yake ni sadaka kwa Bwana, na mwimbaji wa nyimbo za injili anaongozwa na neno la Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu linaanza kutengeneza moyo wake, linatengeneza maisha yake. Mwimbaji haimbi tu ili watu wamsikie, lakini anaimba ili kwanza neno la Mungu analolihubiri kwa njia ya uimbaji litengeneze maisha yake. Kwa hiyo uimbaji unajenga nidhamu, lakini unajenga mshikamano, unajenga umoja na uvumilivu katika maisha ya kila siku. Inawezekana usitambue jambo hili kama linatokea, lakini kwa kadri mnavyoimba pamoja, mnaoshirikiana pamoja, mnapotengeneza vile vipawa Mungu alivyoviweka ndani yenu pamoja, unajengeka upendo ndani yenu, unajenga undugu ndani yenu unajenga umoja, lakini kipawa cha uvumilivu kinajaa. Maana waimbaji mia moja kwa mfano, mko tofauti tofauti, kwa hiyo kuna kuvumiliana. Bwana asifiwe, amen. Lakini wapendwa, uimbaji unaleta mageuzi kwa washarika na kwa watu wote wanaosikiliza nyimbo. Uimbaji unagusa mioyo hata pale ambapo mahubiri yameshindwa kufikisha ujumbe uliokusudiwa. Uimbaji unaunganisha hilo gap. Ndio maana kuna watu wengine wanaingia katika ibada wanasikiliza nyimbo na wanaridhika kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Wanapata ujumbe wa nyimbo na unagusa maisha yao kabisa, na kuna watu wanakuja kanisani kwa kweli, kwa sababu kuna kwaya moja nzuri inayomsifu Mungu. Ndugu zangu, mnakumbuka kwamba Sauli alipo alipopata shida kwenye nafsi yake alimwita Daudi aliyekuwa mtaalamu wa kupiga muziki akapiga muziki akamwimbia, tunaambiwa roho mbaya akamwondoka. Kumbe ukija kanisani ukisikia neno la Mungu ukasikia kwaya nzuri, kama umekuja na roho mbaya inafanya nini? Inaondoka. Na hata wewe mwimbaji ukikumbuka nyimbo ulizokuwa unazijua, ulikuwa na hasira yako, una ghadhabu zako nafsi yako imechafuka, ukianza kuimba fungu la kwanza la pili mpaka la tatu ukaendelea, utashangaa ile roho mbaya inafanyaje, inakwisha inakwisha kabisa. Bwana asifiwe sana. Paulo na Sila, mnakumbuka wasomaji wa Biblia, walihubiri kule Rumi, wakakamatwa wakateswa, wakavuliwa nguo zao hadharani, wa wakachapwa viboko, lakini wakatupwa gerezani na us maandiko yanatuambia mlango 16 uko zile mstari wa 25, maandiko yanatuambia ilivyofika saa nane usiku Paulo na Sila wakawa wakimuomba Mungu na kumwimbia nyimbo za sifa, na walipokuwa wakiimba, Biblia nasema ya kwamba misingi ya gereza ikatikisika na vifungo vyote vikafunguka, kwa wote walikuwa wamefungwa, milango ikawa wazi, maaskari wakaogopa, wakataka kujizuru. Paulo akawaambia msijizuru, tuko wote hapa. Bwana asifiwe! Bwana asifiwe! Vifungo walikumbuka, Paulo na Sila walifungwa kwa mikatale, kamba ngumu, lakini vilifunguka vifungo vyote. Hii kwa sababu ya sifa. Haleluya! sifa kwa nani? Kwa Mungu. Kumbe kuna siri katika sifa. Waimbaji wanajua ya kwamba Bwana hushuka katikati ya nini? Sifa. Watu waliojaa Roho Mtakatifu wakiimba wakiimba katika roho, katika kweli, uwepo wa Mungu unashuka. Hata waliokuja ibadani, wana hasira zao, wana ghadhabu zao, wana vinyongo vyao, wanatoka wakiwa wamejaa furaha ya Roho Mtakatifu. Ungeelewa, ungempigia Bwana makofi na vigelegele, na kila kwaya ikijua kazi hii ambayo roho mtakatifu anaifanya wakiwa wanaimba, wangelifanya hivyo kwa kuimba katika roho na kweli. Ndugu zangu wapendwa, nyimbo huleta faraja, nyimbo huleta tumaini, nyimbo huleta msukumo mpya kabisa katika maisha. Uimbaji mzuri ni mahubiri yenye nguvu. Lakini ndugu zangu, kuimba kuna wapasa wanyofu wa moyo, na wanyofu wa moyo wanaimba kwa akili, tena wanaimba kwa roho. Maana uimbaji unaoimbwa kwa akili, unaoimbwa kwa roho, ndio utakaogusa maisha ya watu. Uimbaji, Mtume Paulo anasema katika kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 14 mstari wa 15. Anasema ni kwa jinsi gani nitaimba kwa akili? Ni kwa jinsi gani nitaimba kwa nini? Kwa roho. Kumbe hivi viwili ni vya muhimu katika uimbaji. Uweze kusema ninaimba tu kwa roho. Ukisema tu unaimba kwa roho maana yake unataka kutuambia wewe ni mvivu. Utaji kufanya wajibu wako. Unataka kuimba kiwepesi wepesi. Wepesi. Maneno mawili matatu tu. Utaki kuangalia sayansi ya uimbaji. Na niwaambie uimbaji ni sayansi ambao unasababisha watu waweze kuzungumza lugha moja dunia nzima. Ndio maana ukimleta mjapani hapa, ingawa ni Kiswahili, ataimba vizuri kabisa, maana mziki unasomwa duniani kote kwa lugha moja. Bwana asifiwe. Amen. Na maana hiyo mbinguni lugha yetu ni moja kumsifu Bwana milele na milele. Itaimba kwa roho tena nitaimba kwa akili. Mwambie jirani yako mwangalie usoni, mwambie kwa msisitizo, nitaimba kwa roho tena nitaimba kwa akili. Kuimba kwa akili maana yake nini? Ni kuchagua maneno yenye maana kiinjili na kitheolojia. Ukiimba wimbo mtu akikuuliza maana yake nini, uweze kumwambia, usimwambie tu nimebarikiwa, maana kuna wengine wanakopi nyimbo za watu wanaziimba vizuri, lakini wamekopi. Hata ukiwauliza maana yake hawajui. Hapana, mchape shetani, unashika fimbo unaanza kuchapa ardhi na miti kama zuzu, unachapa eti unamchapa shetani hata na fimbo. Maandiko yanasema ah, ah. Mpingeni shetani, hata fa nini, atawakimbia. Sio kuchapa fimbo. Shetani ni roho, anapigwa kwa maombi. Bwana asifiwe anapigwa kwa maombi na kwa neno la Mungu. Si mmeona pale, yule mtu alikuwa amepaka mapepo, Yesu akamwambia fumba kinywa chako, mtoke mtu huyu, akapata akapagawa, akafanya nini? Akapiga kelele, akafanya nini? Akaondoka. Unampiga mateke, unajichosha bure, unajiumiza bure. Ndugu zangu, ndio maana mwimbaji ni lazima ajue kuomba, lakini lazima ajue ma, maandiko Ukisoma andiko mwimbaji, Bwana atakupa phrase, atakupa maneno, atakupa wimbo ambao utagusa mioyo ya watu. Kutumia akili ni kuwa na mpangilio na nidhamu ya muziki na nidhamu. Mungu hakukosea hivyo. Hamjajiuliza labda? Wanamuziki mnaosoma siku hizi, mtuambie hivyo, kuna sauti ya tano, kwa nini haiko Mungu ameweka ala hizo sauti hizo ngapi? Nne. Hajakosea. Sasa mtu anaambiwa hebu ndio tukufundisha ba, ah, mimi naimba kiroho. Kiroho cha wapi? Wakati ulimi ulionao sauti ulionao ni ya nani? Ni ya Mungu. Na Mungu kaweka muziki ndani ya moyo wako. Muziki, vyombo tunavyopiga vyote tunavyoviona hapa, matarumbeta na vipi, vyote vimeumbiwa ndani yetu. Sisi kama mnajua, wala waimbaji ninyi waliwa wa muziki, hamjavumbua chochote. Daudi alipiga hizo na ndizo Bwana akatuumbia ndani yetu ili tuimbe kwa utaratibu, na Bwana anapenda sauti nzuri zinazoimba kwa utaratibu, zinazoimba vizuri. Na ndio maana tumekuja hapa ili tumsifu Mungu katika akili, na tunakuja hapa tunapima akili, tunapima na roho, amen, kwamba ulivyoimba huu wimbo umegusa mtu moyo wake. Huyu mtu akisikia sauti yako anaweza kusema ndio kwa Bwana, ama taondoka kwa hasira. Hizi nyimbo unazoziimba zimebadilisha maisha yako? Mbona umeimba huu ni mwaka wa arobaini, lakini maisha yako yako vile vile. Kama zilikuwa ni nyimbo katika roho katika akili zingeanza kukubadilisha wewe. Mbona tabia zako ni zile zile? Je, wewe mwenzangu umekuwa redio kwamba unapitisha pale zile waves na ile sauti pale, lakini hizo nyimbo hazikuhusu. Mategemeo yetu ni kwamba mhubiri, unayehubiri kwa njia ya nyimbo, ziguse maisha yako, zibadilishe maisha yako. Ndio maana wale ambao wataimba na kumsifu katika roho na kweli, wakipewa matokeo wala hawagombani wala hawakasiriki amepewa hamsini kapewa sabini madhali ameimba katika roho na kweli. Mpe namba yoyote, ataondoka hapa akimsifu Mungu milele na milele, wala hataandamana wala hatagoma kuimba. Ndio ataimba kwa bidii zaidi. Lakini utawaona wale ambao hawaimbi katika roho na kweli, wakipewa namba watavimbisha mashavu, watakasirika na kusema hatukutendewa haki. Haki yako iko kwa Bwana aliyekuita, maana hata wale wapimaji nao si ni wanadamu no. E, lakini Mungu wetu anapima roho, anapima na akili. Bwana asifiwe, yeah. Kuimba katika roho, kuimba kwa roho ni kuimba kwa moyo uliotakaswa. Usifu unawapasa wanyofu wa moyo, wasiokuwa na mambo ya kupindapinda kwenye mioyo yao, wanachokisema, wanachokiimba, wanachokitenda kinafanana. Kuimba kwa upako wa roho Mtakatifu, yaani hata nyoka akiwa kule juu ya mti kwenye kiota kule, akisikia sauti yako afanyeje? Ashuke mwenyewe, maana hawezi kustahimili huo upako utakaokuwa chini ya mti huu hawezi kustahimili, atashuka na akifika, kushoto, kushoto, hapo chini hajue aende kushoto hajue aende kushoto hajue aende kulia. Kwa nini? Upako huko hapo. Na upako ni uwepo wa nani? Uwepo wa Mungu aliye hai. Kuimba kwa shauku na heshima kwa Mungu, kuimba katika roho ni kuimba kwa shauku na heshima kwa Mungu, si kwa sifa za wanadamu. Yaani, unapokuja kuimba hapa, muone Mungu anayekusikiliza, muone Mungu anayekusikiliza, anayepokea sifa za midomo yako. Muone Mungu, usimtetemeke mwamuzi. Mwamuzi afanye ya kazi yake nayofanya nini. Fanya kazi yako mbele za nani? Za Mungu aliye hai. Naomba kila usharika uweke budget toka Januari, budget ya uimbaji ambayo itaingia kwenye kasma ya usharika. Kama tunavyojenga majengo, na kwaya tuzijenge vile vile. Bwana asikie, waimbaji wajisikie kwamba ni watumishi wa nani? Ni watumishi wa Mungu aliye hai. Wasione kama wanaenda vitani kwa gharama zao wenyewe, maana hakuna mwanajeshi anayekwenda kupigana vita kwa gharama zake mwenyewe, maana anawezeshwa ili atetee taifa lake. Na waimbaji ni wanajeshi wanaopeleka injili kwa njia ya nyimbo, wasaidiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. na malizia kwa kusema uimbaji ni zawadi ya Mungu kwa kanisa lake, ni zawadi Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote yeah. ezi yafanyike kwa ajili ya wote. Tunakuomba uliongoze kanisa lako utakatifu, ili lidumu na kukua katika umoja na ushuhuda wake ulimwenguni mote, imani yetu izidi. Tunaiombea serikali yetu, hasa kipindi hiki cha maandalizi ya uchaguzi mkuu. Uipe neema, ili tuongoze katika mema yote. Nchi yetu iwe na amani, nasi tuishi kwa amani na kwa mafanikio na kubarikiwa katika kazi zetu, sipatwe na mabaya. Tunaombea wote wenye shida mbalimbali, ugonjwa na taabu. Tujalie tufurahie utukufu wa ufalme wako mbinguni pamoja na wote waliofariki katika Bwana. Tujalie hayo Baba, kwa ajili ya Yesu Kristo, patanishi na mwombezi wetu, amen. Bwana kae nani Baraka ya Mungu kwenu nyote mnaomtegemea Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. na Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake, akuhurumie. Bwana akunulie uso na kukupa amani, katika jina la Mungu Baba, la Mungu Mwana, na la Mungu Roho Mtakatifu. E Bwana usikie kuomba kwetu.